zo ya ugawaji wa jimbo la uchaguzi la wilaya ya Mbarali. Mheshimiwa mwenyekiti, kama utakumbuka kwenye vikao mbalimbali huko nyuma, suala so hili liliweza kuzungumziwa ikienda sambamba na ugawaji wa halmashauri, lakini sasa tumeweza kupata maelekezo kutoka tume ya Tume Huru ya Uchaguzi ambayo ilielekeza kwamba kama kuna mashauri au kuna wale ambazo zinahitaji kugawa majimbo basi jambo hili liweze kufanyika. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, maelekezo yake ni kwamba linatakiwa lipite kwenye vikao vya kisheria. Lilishaanza kwenye, kwenye kamati ya wataalamu limepita kamati ya fedha, na sasa litakuja baraza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maana ya kesho, baada ya baraza kuwa limepitisha na kutoa maoni yake na ma, litaingia kwenye kikao cha ushauri cha wilaya kwa maana ya CC na maelekezo ni kwamba mpaka kufikia tarehe 15, taarifa hiyo imewasilishwa mkoani ili mkoa uweze pia kuandaa kikao cha ushauri cha mkoa kwa maana ya CC. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa bidhaa yako naomba sasa ni wapitishe wajumbe kwenye mapendekezo ya mgao huu wa jimbo. Mheshimiwa Mwenyekiti kama nilivyosema tulipata maelekezo ya kutoka Tume Huru ya Uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wajumbe, vigezo ambavyo vili vimeelekezwa na Tume Huru ya Uchaguzi, kigezo cha kwanza ni kwamba wastani wa idadi ya watu, ambapo kwa majimbo mawili ni kuanzia wastani wa watu laki sita na majimbo ya vijijini ni kuanzia wastani wa watu laki nne idadi itakayotumika ni ile iliyotolewa na ofisi ya taifa ya takwimu kwa kuzingatia matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Lakini kigezo kingine ni hali ya kiuchumi ya jimbo. Kigezo cha tatu ni ukubwa wa eneo la jimbo husika. Kigezo cha nne, jimbo, jimbo moja kutokuwa ndani ya wilaya au halmashauri mbili, mipaka ya kiutawala, mpangilio wa maeneo ya makazi ya watu yaliyopo, uwezo wa ukumbi wa bunge, idadi ya wabunge wa viti maalumu wanawake, upatikanaji wa upatika njia ya mawasiliano na hali ya kijiografia ya eneo linalokusudiwa kugawanya. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wajumbe, wilaya ya Mbarali ina ukubwa wa kilomita za mraba 16269, ina tarafa mbili, kata 20, vijiji 102, pamoja na vitongoji 712 kufuatia sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 wilaya ya Mbarali na jumla ya watu 446336 ambao kati yao 217280 ni wanaume na 229056 ni wanawake. Mapendekezo ya kugawa Jimbo la Mbarali yanawasilishwa kutokana na jimbo lililopo kukizi vigezo vilivyoainishwa na tume. Kutokana na kukizi kwa vigezo tajwa, tunapendekeza wilaya ya Mbarali iwe na majimbo mawili ya uchaguzi kama inavyoonekana. kwamba kwa maana kwa ya mgawanyo, kwa maana ya tarafa ya Rujewa, tunapendekeza kwamba jimbo la Mbarali litakuwa na jumla ya kata kumi. Halikadhalika, jimbo la pili kwa maana ya eneo la tarafa ya Ilongo litwe jimbo la Usangu, ambalo lenyewe litakuwa pia na kata kumi. Mheshimiwa mwenyekiti na ndugu wajumbe, tukianza na jimbo la kwanza la Mbarali, maana yake kiutawala itapata tarafa mbili, idadi ya kata kumi kama nilivyosema, idadi ya vijiji 9, idadi ya vitongoji 380 na idadi ya watu 253,357 ambapo wanaume ni 123,822 na wanawake ni 129,535 idadi ya kaya ni 44300. Lakini kwa upande wa jimbo la Usangu tutakuwa na tarafa moja, idadi ya kata kumi, idadi ya vijiji 3, na idadi ya vitongoji 332. Idadi ya watu itakuwa na idadi ya watu laki moja 92979, wanaume ni 93458 na wanawake ni 99521, na idadi ya kaya ni 34600 64 kwa Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wajumbe, taarifa za idadi ya watu kwa maana ya jumla sasa majimbo yote, kwa maana ya majimbo yote mawili ni laki 446,336 Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa tatu ni orodha ya kata zinazounda majimbo ya uchaguzi ambapo yanaonekana pale kwa maana ya jimbo la Mbarali ambao tarafa alisema Rujewa litakuwa na kata, kata hizo kumi kama zinavyoonekana pale, na jimbo la Usangu halikadhalika kata kumi kama zinavyoonekana pale. Mheshimiwa mwenyekiti, kata za Rujewa na Ngerele ziko ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Rujewa. Mheshimiwa mwenyekiti, sembe ni hali ya kiuchumi ya jimbo, tukianza na jimbo la Mbarali. diwani kwa jinsi ambavyo meweza kuhudhuria kikao hiki kwa wakati, lakini pia na kuendesha kikao kitaalamu. Hongereni sana, kwenye makofi. Lakini pia ni washukuru pia kwa kupitisha ajenda hii kwenye mkutano huu wa dharura, ambalo nia hasa ni kugawanya jimbo la Mbarali kuwa majimbo mawili na tunawashukuru kwa kukubaliana na mapendekezo yaliyoletwa na wataalamu, pia makosi mengi. Ieleweke tu kwamba tulichokifanya hapa leo ni mapendekezo. Mapendekezo haya bado yana mchakato mrefu, mpaka tuweze kupata majimbo hayo tunayotarajia. Kwa hiyo, tukikosa majimbo mawili isije ikawa tena nongwa baadaye, wakati tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo ijulikane kwamba tukifanya hapa ni mapendekezo. Yakipata ridhaa, tutamshukuru Mungu, yasipopata ridhaa, tutaendelea na jimbo letu moja la Mbarali kwa jimbo la uchaguzi. Jambo la tatu, nipende kuchukua fursa hii kuwashukuru sana madiwani wote kwa jinsi ambavyo tunaendelea kulipa ushirikiano kwenye kata zetu mbalimbali. Tumeweza kushirikiana kwenye hatua mbalimbali mwaka ulioanza tulikuwa na kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wa shule za awali msingi na sekondari wanaanza shule kwa mujibu wa taratibu. Tunawashukuru sana kwa kazi kubwa mliyofanya, waheshimiwa madiwani, kupiga makofi mengi sana. Mpaka leo asubuhi ndio kwamba wilaya tumeweza kufikia asilimia themanini na sita, sio kazi ndogo.